mlango wa ishirini na nane. ahazi alikuwa na umri wa miaka ishirini alipoanza kutawala akatawala katika yerusalemu miaka kumi na sita wala hakufanya yaliyo ya adili machoni pa bwana kama daudi babaye bali akaziendea njia za wafalme wa Israeli akawafanyizia mabaali sanamu za kusubu tena akafukiza uvumba katika bonde la mwana wa hinomu akawateketeza wanawe motoni Sawasawa sawa na machukizo ya mataifa aliyowafukuza Bwana mbele ya wana wa Israeli. Akatoa dhabihu na kufukiza uvumba katika mahali pa juu na vilimani, na chini ya kila mti wenye majani mabichi. Kwa hiyo Bwana Mungu wake akamtia mkononi mwa mfalme wa Shamu, wakampiga wakachukua watu wake wafungwa wengi sana, wakawaleta Dameski. Tena akatiwa mkononi mwa mfalme wa Israeli aliyempiga mapigo makuu kwa kuwapeka mwana wa Remalia. Akawaua katika Yuda siku moja watu mia na ishirini na elfu mashujaa wote, kwa sababu walikuwa wamemwacha Bwana Mungu wa baba zao. Naye Zikri mtu hodari wa Efraimu akawaua Maaseya mwana wa mfalme na Azrikamu mkuu wa nyumba na Elkana aliyekuwa wapili wake mfalme. Wana wa Israeli wakachukua wandugu zao wafungwa mia mbili elfu wana wake na wana na binti pia, wakachukua kwao nyara nyingi, wakazileta nyara Samaria. Lakini kulikuwa huko nabii wa Bwana, jina lake aliitwa Odedi, akatoka kuwalaki jeshi waliokuja Samaria, akawaambia: Angalieni, kwa kuwa Bwana Mungu wa baba zenu aliwakasirikia Yuda, yeye amewatia mikononi mwenu, nanyi mmewaua kwa ghadhabu iliyofikia mbinguni. Na sasa mwanuia kutawala wana wa Yuda na Yerusalemu wawe kwenu watumwa na wajakazi. Lakini ninyi nanyi je, hamna hatia zenu wenyewe juu ya Bwana Mungu wenu? Haya, nisikieni mimi, basi warudishe wafungwa mliowachukua mateka wa ndugu zenu, kwa maana ghadhabu ya Bwana iliyo kali juu yenu. Ndipo wakaondoka juu ya hao waliotoka vitani baadhi ya wakuu wa wana wa Efraimu, Azaria mwana wa Yohanani na Berekia mwana wa Meshilemothi na Yehizkia mwana wa Shalumu na Amasa mwana wa Hadlai, wakawaambia, "Hamtawaleta wafungwa humo kwa sababu mnayanuia kututia hatiani mbele za Bwana, kuongeza dhambi zetu na hatia yetu; maana hatia yetu ni kubwa, na ghadhabu kali ipo juu ya Israeli. Basi watu wenye silaha wakawaacha wafungwa na nyara mbele ya wakuu na kusanyiko lote. Wakaondoka wale watu waliotajwa majina yao, wakawatwaa wafungwa, wakawavika kwa zile nyara wote wao waliokuwa uchi, wakawapa mavazi na viatu, wakawalisha, wakawanywesha, wakawatia mafuta, wakawapandisha waliokuwa dhaifu miongoni mwao juu ya punda, wakawaleta Yeriko, mji wa mitende, kwa ndugu zao. Kisha wakarudi Samaria. Wakati ule mfalme Ahazi akatuma wajumbe kwa mfalme wa Ashuru ili amsaidie, kwa kuwa Waedomi walikuwa wamekuja tena na kuwapiga Yuda na kuwachukua wafungwa. Wafilisti pia walikuwa wameingia miji ya Shefela na ya Negebu ya Yuda, nao wameutoa Bethshemeshi na Ayaloni na Gederothi na Soko pamoja na miji yake na Timna pamoja na miji yake na Gimzo pamoja na miji yake wakakaa humo, kwa maana Bwana aliinamisha Yuda kwa ajili ya Ahazi mfalme wa Israeli kwa kuwa yeye aliwafanyia Yuda aibu na kumwasi Bwana mno. Na Tiglath Pileseri mfalme wa Ashuru akamjia akamfadhaisha, asimtie nguvu kwa lolote. Kwa maana Ahazi alitoa sehemu katika nyumba ya Bwana na katika nyumba ya mfalme na ya wakuu, akampa mfalme wa Ashuru, asisaidiwe na jambo hilo. Na wakati alipofadhaishwa, akazidi kumwasi Bwana huyo mfalme Ahazi kwani akaitolea dhabihu miungu ya Dameski iliyompiga akasema, kwa sababu miungu ya wafalme wa Shamu imewasaidia wao, mimi nitaitolea dhabihu ili inisaidie mimi. Lakini ndiyo iliyomwangamiza yeye na Israeli wote. Tena Ahazi akakusanya vyombo vyote vya nyumba ya Mungu, akavikata vipande vipande, vyombo vya nyumba ya Mungu; akaifunga milango ya nyumba ya Bwana, akajifanyizia madhabahu katika kila pembe ya Yerusalemu na katika kila mji wa Yuda akafanya mahali pa juu pa kuifukizia miungu mingine ya uvumba, akamkasirisha Bwana Mungu wa babaze. Basi mambo yake yote yaliyosalia, na njia zake zote za kwanza na za mwisho, tazama, yameandikwa katika kitabu cha wafalme wa Yuda na Israeli. Ahazi akalala na babaze, wakamzika mjini, yani Yerusalemu, maana hawakumleta makaburini mwa wafalme wa Israeli. Na Hezekia mwanawe akatawala mahali pake.